Bwana Yesu asifiwe, mpenzi watazamaji na wafuatiliaji wa vipindi vyetu hapa Shangani Miracle Temple. Leo ni siku ya Jumapili. Tupo TAG Shangani Miracle Temple kwa mchungaji Joji. Sasa kuelekea maadhimisho ya sikukuu ya vijana, ningependa kuhojiana na baadhi ya vijana hapa. Nipo na kiongozi wa vijana, yeye atatuelezea. Bwana Yesu asifiwe. Amina, amina. Sasa kiongozi wa vijana atatuambia, kwa sababu tunaelekea kwenye maadhimisho ya sikukuu ya vijana, atatuambia amejiandaaje na ana nini la kuambia vijana karibu. ya kwanza kama kiongozi, napenda nimshukuru Mungu kwa neema yake, kwa kutusaidia kama kamati nzima ya uongozi wa vijana, tangu tulipoanza maandalizi, mikikimikiki mingi, mpaka tunafika kabisa mwishoni mwa kilele mwa wiki letu. Ninachopenda niseme tu kwamba Mungu ametukusudia mazuri, kama ambavyo Mungu kwa neema yake ametupa kauli mbiu nzuri kabisa kwamba kwa msaada wake tutatenda makuu. ko tunamwamini Mungu kama vijana katika kipindi hiki ambacho dunia inapitia kwenye mambo mengi, sisi tunaamini kwamba kwa, kwa msaada wake tutafanya makuu. Amina. Na una neno gani la kuambia vijana wenzako kufikia hiyo siku? Waje jiandae, cha msingi uandae nia ya moyoni ya kupokea kutoka kwa Mungu, kwa sababu anayeachiria vitu ndani yao ni Mungu mwenyewe. Kwa hiyo kimsingi ni kila mtu kujiandaa ndani yake, kuandaa ufahamu wake na kujiandaa kiroho pia, kupokea kila ambacho Mungu amekusudia kupokea. asante sana. Bwana Yesu asifiwe, mpenzi na msikilizaji wa vipindi vyetu vya TAG Miracle Center. Sasa hapa nipo na Mr. and Mrs. Amos to be. Wao leo wameweza kutangaza uchumbao huya na maswali mafupi kwa ajili ya Bwana Yesu asifiwe. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Pia amina, maswali yenu, mnawezaje kuwashauri vijana ambao mpaka sasa wao hawajachumbia na ukiangalia umri wao umefika, nyeye mnaweza kuwashauri nini vijana hao? Mina, mimi nachoweza kuwashauri vijana ambao bado hawajaamua kuingia kwenye ukubwa huu, ni jambo la kwanza ni nidhamu ni, na jambo la pili kwa waminifu. Ndio unapokuwa umempata mtu ambaye unajua kabisa ni sahihi kwako kwa, na ameshuhudia ndani ya moyo wako na amani, nayo ni kuwa mwaminifu na kupanga malengo. Ukishaweka malengo kwa na mipango kwa, ile mipango ndani ya mipango mnaweza mtakamilisha, mtakuta tu ambapo mtakufika Okay. Na pia bibi arusi mtarajiwa, ni kitu gani cha msingi ambacho umeona kimewasaidia mpaka leo mmeweza kufikia hatua hii ya uchumba? Yes, asante ni kitu ambacho kimetusaidia mpaka tumeweza kufikia hatua hii, cha kwanza ni maombi, kingine ni kumtumikia Mungu kwa bidii na unyenyekevu. Mungu wetu anapenda sana unyenyekevu. Kimnyenyekea Mungu, Mungu atakupa mwanzo wako sahihi kwa wakati sahihi. Just wait, ndio hapo utafika na kwa kukamilisha, mna neno gani kwa vijana? Kama mnapojua, Jumapili ijayo tunaenda kusherehekea sikukuu ya vijana, nyie kama wote mnaweza kuwashauri nini vijana, au mna neno gani kwa vijana kupitia sikukuu yao? Neno uh, ambalo naweza nika, nikazungumza nao vijana ni kwanza ni kujiandaa vizuri hmm kuhakikisha kwamba tunamtanguliza Mungu, lakini pia tunakuwa na bidii katika kuomba ili tuweze vijana, sikukuu ya vijana tuweze kufanya vizuri, maana hatutumiki mwanadamu, tunamfanyia Mungu. Lazima tuhakikishe kwamba hiyo siku inakuwa ni tofauti na inaweza kuleta utukufu kwa Mungu, kwa tusifanye hizo maandalizi na siku ikafika, lakini hatuweza kufanya kile ambacho Mungu alikusudia kufanya. Una ushauri gani pia kwa vijana kufikia siku yao iliyoko Jumapili? Asante, ushauri wangu mimi kwa vijana Jumapili cha kwanza ni kujiandaa. Kujiandaa sio mwilini tu na moyoni pia. Pia tunatakiwa tuwe na tujitoe kwa wingi, tujitoe kwenye, kwenye kufika kwa wingi, pia kwenye pesa zetu, hivyo hmm. Jamani, Mungu awabariki, naongeleni ongee. Asanteni sana. Okay, mwanzo mpaka mwisho ulikuwa nami, mtangazaji wako Victoria Sanane. Bye.